wanne walisema, raa kushinda tumwambia, kama wewe unasema la, fungua saba fungua saba fungua saba fungua saba. Anakubali afungue saba, nione mkono hapa. Hii maneno haitaisha waseme nini, hata waseme nini, mpaka mwisho watafungua saba, mpaka mwisho watafungua saba. Itaonyesha kwamba bwana Ruto alipata kura milioni tano na laki tisa sisi tulipata nane na laki moja. Kwa hivyo ushindi ni nani? Ushindi ni nani? Kwa hivyo sisi tumetaka nyinyi mkae gangari. Sisi tumesema tutaboresha uchumi, tulisema tukishika hatamu ya utawala watoto watasoma bure. Sisi tunasema namna hiyo yeah. Alikasema, wale wa, wa, maskini wale wamama, um, wajane ambao wana watoto tutawasaidia, sio maskini, tulisema nguru ya sita, nguru ya sita sio, yeah. Tulikuwa tunajua hiyo pesa inatoka wapi. Hawa walisema Gharama ya maisha tarudi chini, bea ya unga itarudi shilingi sabi, sabini. Iko wapi? Bea mafuta iko wapi? Yale yote ambayo waliahidi wa Kenya yote imeenda na, na upepo iyo yao, ili ahadi yao ni kama ni kunyamba kwa punda. Hello? Hello? Kwa hivyo sisi kama wanaazimio tumeungana pamoja, Azimio iko pamoja na inaweka Wakenya wote pamoja. Tunataka ukombozi wa, wa kweli, na yale ambayo sisi tunaahidi tutatimiza. Hakuna chochote tunasema ambaye hatuwezi kutimiza, sawa? Kwa hivyo sasa, wacha mimi nichukue nafasi hii nialike ndugu yangu Steven

Asanteni. Wangapi wanashukuru Mungu kwa kutuletea mvua? Mvua imezuka Nakuru na mvua ni baraka. Tunawashukuru sana watu wa Nakuru, ingawaje leo ni siku ya Alhamisi w We Nairobi initially Jakaranda, tukaenda Kibra, tukaenda Kamkunji. Na kwa hivyo vile alikuwa men nena, tukaona ni vizuri na tumepata kwamba hata nyinyi, nasema, It is the right of every Kenyan citizen not to sleep hungry. Wewe una haki kushtaki serikali kama umelala njaa, katiba inasema hiyo. Nimeona hapa sufuria hata imetoboka. wiki jana, wiki jana. Shilingi dola moja ya Marekani wiki jana ilikuwa ni kama kawaida ikijumulishwa ilikuwa shilingi mia moja thelathini na tano leo baada ya wiki moja ni 142 shillings. Bei ya kila kitu inazidi, inazidi kwenda mbele na ndio Wakenya kasema lazima sisi tuwe mstari wa mbele kupigania haki ya wananchi wa Kenya. Hatuko hapa kwa sababu ya ndugu Raila ama madha ama Kalonzo ama Eugene Wamalwa ama Wanjakoya ama kila mwileme, tuko hapa tuko hapa kwa sababu ya Wakenya, na hapa tukizungumza leo, tunazungumzia kila mwananchi wa Kenya bila kujali kama iye ni Azimio ama ye ni UDA ama ye ni mambo mengine, mwananchi wa Kenya. Hebu angalieni, dunia nzima imechukua jukumu la kutetea haki za wananchi. Tunavyo nchi ya Ufaransa, hata Ufaransa imeshinda, wanachoma matairi. Sasa sisi tunasema hivi, naomba munisikilize, naomba munisikilize. Tutaenda kwa sababu huyu bwana Ruto anasema ati maandamano hayatakuwa ya amani. Nataka hapa tuchukue kiapo kwamba sisi wa Kenya tutaandamana kwa maandamano ya amani tupu. Wangapi wanasema hivyo? Yule ambaye ataleta yule ataleta ghasia, huyo Sio mwananchi. Sawasawa? mwenye kuleta gasia huyo ana njaa. Yule mwenye njaa ataenda aketi chini kwa barabara wiki moja, wiki mbili, mpaka Ruto na watu wake wasikilize. Nyinyi mko tayari? Kwa hivyo mjue <laughs> inaitwa sit and occupy. Katiba article 37 inakupa mamlaka mwananchi wa Kenya kufanya maandamano, kuketi chini, ukitaka kukataa mambo fulani, kufanya hata migomo, lakini katiba inasema bila bila kutumia silaha. Wangapi wanasema hatutatumia silaha? kwa sababu tutaokoa Kenya yetu kwa amani tupu. Wakija basi, tunajua wananjama, wananjama, tukienda Nairobi, watumie wafuasi wao kidogo waende wa, wa, waingilie vile Raila amesema maduka huko Grogan, waseme wa ni wanaazimio hao. Tunataka hakuna mwanaazimio mwenye kutaka mabadiliko ya haki ambaye ataenda kuharibu mali ya mtu. Wangapa anasema hatutaharibu mali ya mtu yoyote, therefore we shall be very disciplined. Huwezi kupata mageuzi bila kuwa na nidhamu ya hali ya juu. Na ndio tukarudi hapa tukasema, mjue katiba inawapa uhuru wa kutosha. Hata hiyo katiba ndiye ilimlinda Ruto wakati alikuwa ameanza kuzozana na mkubwa wake Uhuru Kenyatta, mpaka katiba inasema Uhuru angeweza kumfuta kazi Ruto. Hiyo katiba ndiye imfanya akae hapa mpaka sasa, anakuwa mahali amekaa. Kwa hivyo katiba katiba ya Kenya is sacrosanct na tena sovereignty. Katiba inasema mamlaka yote ya uongozi wa Kenya yako mikononi mwa wananchi wa Kenya. O oh, the sovereignty of the nation state of Kenya lies in the hands of the Kenyan people. Na wanaweza akatumia mamlaka hayo kupitia wale watu ambao mnachagua kama MCA, kama MP kama magavana lakini wakisaliti nia ya wazalendo wa Kenya, mwananchi anatumia haki hiyo mwenyewe, mamlaka yake directly. Wangapa ansema kazua, wengine wamenunuliwa, tunachukua mamlaka yetu kikatiba, hebu tuone. Kwa hivyo mimi nataka niwaonye hapa, sio kawaida, sio kawaida. Mimi, mimi sio kawaida y kuongea bila kujua katika mpangilio huo wa kutisha wananchi wanatumia kijana yangu ni kijana yangu anaitwa gavana Sonko aliyekuwa gavana wa Nairobi wawache kutumia gavana Sonko na kumharibia jina because anasema atatumia Sonko aje wasaidie mimi nitatuma jamii ya wa waSonko Sonko aende akae Mua Hills aangalie Kenya ikiunda upya bila bila shida yoyote, huyo ni kijana yetu. Kwa hivyo njama zote, njama zote kama hiyo, kutumia na kuharibia songo jina, alafu mumshike mumweke korokoroni, tumekataa. Kwa hivyo mimi, tunawaalikeni, tunawaalikeni, even in Nakuru, you have a right to demonstrate wherever you are. Kama ufiki Nairobi, fanya kazi hapa Nakuru. Si namna hiyo? na talabu tutatoa ndugu Raila Mata Karua, na wenzangu, Mheshimiwa Paranya, Mheshimiwa Supreme Court, goja tuseme, tumekubali, tutashiri iki tutafuata sheria lakini hatukubaliani. 2017 wakarudi tena wakatuibia tena, tukarudi mahakama. Ndugu Uhuru, Uhuru akaona nchi inaweza kuwaka moto, akatafuta ndugu yake mkubwa Raila, wakadhibiti nchi. Wacha Wakenya waamulie, wajiamulie mambo yao. Wangapi wako tayari? Basi, mimi nimeridhika. Wacha ni mwite party leader wa DAP, waziri amekuwa waziri wa mambo ya dini. Nakuru oyee! Nakuru oyee! Tarehe 20, Jumatatu tuna mkutano Nairobi wa kubadilisha historia ya nchi hii. Mko tayari? Nairobi, tutakuwa na maandamano ya amani na sio Nairobi tu. Afrika Kusini, kutakuwa na maandamano kule South Africa, nchi ya Tunisia, tutakuwa na maandamano kule. Abuja Nigeria, kutakuwa na maandamano kule vile Kalonzo amesema, Tel Aviv Israel, kuna maandamano kule. Ukienda Ufaransa, mji wa Paris, kuna maandamano kule. Ukienda Europe kule, UK kuna maandamano. Kuna shida yoyote sisi kuwa na maandamano Kenya? Mimi kama mwanasheria, nataka niambie watu wa Nakuru, ni haki yenu tarehe eh, ishirini, Jumatatu.

tukatoa section 2A ya katiba, tukarudisha multiparty democracy. Tuko pamoja na huyu Raila, alikuwa mstari wa mbele. Yeye amepigania demokrasia ya Kenya. Na sababu tunamwita baba, sababu yeye ni baba wa demokrasia. Kweli si kweli? Sababu tunamwita baba.